ya Tanzania na watu wote mnaonisikiliza. Habari ndugu zangu, naitwa Sara ni mama wa watoto watatu, niko nchini India. Nahitaji msaada wako sana, naweza nikachia story yangu, naweza ikakuumiza, lakini ni mtu ambaye nahitaji sana msaada kwa kipindi hicho, nahitaji sana msaada wenu, mimi ni mama na watoto watatu sabaya merudi nyumbani tinikwawo, naitaji sana msaada wenu, aji sana msaada wenu. <coughs> <coughs> wangi wenu, ikua mnatamani, mnataka kujua nimekwaje, nimeenda kwenye hii situation ni kwamba mwaka elfu mbili nilikuwa... na kumi na nne nilikuwa nachukua setifiketi pale UCC it, nilikuwa najendea kuingia diploma. Niipataga taarifa mpenzi wangu ame mchumba wangu alonchumbia kwetu ameanguka na ndege kwa sababu alikuwa rubani. Ile situasheni sikuweza kuhendwa kwa sababu inaribu kiakili kiukweli. Yani, iliharibu ili sana kiakili. Kwa hiyo nilikuwa na tafuta njia gani ya kilisi, yani niwe sawa, nishaje kufanya vitu vingi sana, nishaje kufanya vitu vingi kufanya atilisi, nipunguze mawazo na vitu vingine kama kinga. Safari yangu ya, ma ya maisha ya, ya mateso ilianzia hapo, labda sijui sijui nisemaje. <laughs> ni kwa sababu wengi wenu mnatamani kujua, wai naomba msaada, wai naomba Tanzania, sijui naweza kurudi vibaya. Nimekuja nchini mwaka 2017. I think nilikuwa mwaka 21. Sawa. Lengo langu kubwa ilikuwa nifanye kazi hotel kwa sababu nilistress kuendelea, kwa sababu mawazo yalikuwa ni mengi sana. Stress and depression ilikuwa nyingi sana. Nilipata tatizo la moyo miezi nane, moyo ulitanuka. Kwa hiyo nikasema hey, itakuja kuniletea madhara kwa sababu mwili wangu mkono wa kushoto ulikuwa unaanza kama kupooza. Kwa hiyo I'm like nitafuta situation ambayo naweza nikawa sawa. Unajua? Yaani sikutegemea kama ningeingia kwenye tope Mbona, hii na kuja public kwa msaada kwa watu. Sikuwa za hicho kitu kwa kweli. But nipo safari ningakuta situation sio hiyo. Hata wataki wataki uje wataki ujuze pata hela. Sema kweli maisha ilishinda. Sikutaka kuendelea ni kwa sababu kwa sababu kama mamangu ajue. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili mla siwezi kuendelea. Nikajua kumdanganya mama, anataka kurudi, maisha sio mazuri na nisitaka mama ajue chochote. Mama akajiveja kanitumia milioni mbili mama, milioni mbili Hapo ndaitokea mwanaume ambaye sema anapata shida, unalala nje, unagombana nao, wanapasua chupa, wanataka kuchana viwembe, wanakwambia unajisikia siju nini. Nikamwambia mi siwezi kuisha ya maisha. Unajua, ilikuwa nagoma sana, kwa hiyo Tulipokutana naye baba watoto wangu akaamua kunisaidia, sawa, natukaanza kuishi kwa hiyo. Nafika kwenye hii nchi sifamini na watu kabisa, sifamine na mtu yoyote, kwa hiyo sema je <laughs> na <Nisika> jisikia vibaya <imba. laughs> jisikia vibaya sana <laughs> Ya tutuangu, ya, liko, kwa sababu watoto wangu kwa kujua hii situation ambayo napitia sasa hii, lakini wote niko ndani mama nyumbani. Niliendelea kujidevelopa sikukaa tu bure. Tabia za baba toto wangu ni za kishenzi sana, kwa sababu alikuwa ni muhuni vibafu. Alikuwa so muhuni ambaye anakuonesha nini anafanya? Hapana, alikuwa ni muhuni haswa, umenielewa? Lakini alikuwa anajificha, kwa hiyo sikuwa na namna. sikuwa na namna. nikajitahidi kujifunza program. nakumbuka nilikuwa na ngapi cha Milady na yule Bernard, nikaanza kujifunza program, na hiyo program naanza kujifunza nikiwa na mimba ya mtoto wa pili miezi saba. Nikasema ngoja niende kesho ya watoto wangu kwa, nikaanza ku learn coding sawa, from the beginning hizo html na css, nikaanza ku learn from the beginning kwa sababu nakumbuka niko bado na idea, nimetoka nyumbani masuala yangu ya IT, kwa hiyo ile ndo ilionifanya mimi ij baadaye niteseke kwenye haya maisha, kwa sababu nilipokuja kuwa programa mzuri, nikaanza kuandaa programu ambazo zilibeba watoto wangu zingekuwa zinamsaidia. Nikaanza kuandaa programu aa, mimi nikawa nime experience sana kwa hiki online business. Kwao kila kilipa idea najibu kufanya research ndani ya miezi. Itakutangulisha kwa programu. Ndani ya siku tatu ameshagundua inafanyaje? Network yake, kwa sababu ameshatuma pia network engineering. Kwao nikaona anafanya vitu ambavyo vitasupport ili tuweze kusimama. Kiukweli, nimemtajirisha mwanaume lakini akili zake sikujua kama zile pesa yeye alikuwa akizitumia kwenda kuoa huko nje sasa. Ya yaani kubadilisha wanawake. Na ni mtu ambaye akija na kuja na dimpole ujue, na sio kama alikuwa mwanaume ambaye laki, okay, ni baba fulani ambaye akija atakuwa supportive na nini. Yaani shida yake ni tu ndani. Nikaja kujua huyu ananitumia, huyu ananitumia ili niweze kumfanya maisha yake yaende. Miaka mitatu nyuma nikamkatalia, nikamwambia, sikiliza, na kufanyia programs unapata hela, lakini mimi mamangu hata kumtumia hela humtumii. Miaka miwili kila siku sengeta, na nilivyokuwa na mimba ndani ya amsha sawa usiku Yaani unaikuwa una, una tu mtu anakuamsha usiku umelala. Na, na kuna hiyo pa ime stuck please come just see okay solve kuna error. Kwambie niamke tena isolve ile error. Ya kesho yake akipata error sijui. Nilipokuja kugundua ni mtu aliniambia kwamba huyu amepata not do, euro elfu tisa kaingiza. Sawa. Ameenda kununua gari kama ujui kama ana gari amenunua gari and uh, anaona wake nje nje zani nyumba nne amapangemba kila kitu.